Nam, asante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu. Nasi tukiendelea kukufahamisha yaliyojiri, ni kwamba gavana wa Nyamira Amos Nyaribo kwa mara nyingine amebanduliwa na bunge la kaunti kwa tuhuma za utumizi mbaya wa ofisi. Wawakilishi wadi 23 kati ya 31 waliunga mkono hoja ya kumbandua mamlakani, na kama Merian Nyambura anavyoarifu, Nyaribo kwa mara nyingine atarejea katika bunge la Senate kujua hatima yake. Gavana Amos Nyaribo wa Nyamira yuko mashakani tena. Hoja ya kumbandua iliyowasilishwa na mwakilishi wadi wa Bonya Matuta ikiungwa mkono na wawakilishi wadi ishirini na watatu kati ya thelathini na moja. Gavana Nyaribo anakabiliwa na makosa ya utumizi mbaya wa ofisi na uvunjaji wa sheria. Miongoni mwa maswala yaliyowasilishwa ni kuendesha shughuli za kaunti hiyo kupitia bunge mashinani kuitumia bajeti ya kaunti hiyo visivyo This is the third time, or second time. This is coming up in It's probably to political minded, which is It's standing on straws. It cannot be sustained. Gavana Nyaribo ameponea kubanduliwa afisini hapo awali baada ya hoja sawia kuwasilishwa Oktoba mwaka 2023 na Septemba mwaka 2024. Miriam Nyambura, runinga ya Yes Citizen.